Hebu chukua hiyo shot. Ana sasa tumesha kubembeleza sana. Sijui chochote jamani, kama ndo mnaamua kuniua. Kufa la kofi ya nyonyo wewe.

Umefika sasa, sasa oh, ulikuwa unalalamika oh, baba. Zawadi, zawadi, tukifika ndani. Tuki ndani pale, tukiingia tu ndani, chukua simu yako, fungua kwenye message, sio sasa hivi. So ah, tuingie kwanza. Njaa sizungumzie njaa ndani, vyakula viko vingi, utakula, utashiba, utachoka oh. Hey, mama, umeniona hey, mwanangu, nimemaliza nimependeza, nimemaliza nimemaliza chuo mikumisi natamani gegapo mamaangu, leo siku yangu ya furaha sana

Ndo mmempata huyu, mmemkamata huyu mmoja tu. Oh, sawa sawa, ila anavyoonekana mshamkatisha moto huyu mwanaume, eti anakufeti kwa shoti salau, kweli halijasema chochote. Sasa ok, sawa sasa. Yule ambaye bado hajapatikana nafkiri mgiachana nayeasyule ndoatarsasan yule ndo hatari sasa. Eni, yule ndo anakula kichini chini. Eni, yule ndo mbaya kinomae. najua kila kitu huyu. Nafikiri kwanza ameshamuua huyksd sasa. Kama ameshakufa huyu, chukueni huu mwili mkatupe kule, sawa. uh, sa Mm. Sa, ee, vipi sasa ile safari yangu? Mimi naweza sipi nikaenda maana wanasumbua sana wale watu. Okay fine. Safari utaenda, lakini nafikiri subiri kwanza. Nakapokamilisha ile fedha ndio utapata uhuru. Sasa hivi tunaona mambo bado yamekuwa mengi. Basi sawa na kale kaela bana, maana mama msukuma kidogo sana anisumbua hela yake ya kodi sasa. Ila fedha yako na kuingizia sasa hivi jioni. <laughs> Sawa, ila shida. Halafu wewe hakikisha, hmm, uchafu wote huu, hmm, hapo sitaki kuona kitu hapo hivi. Yale madudu madudu ya kuyeyushia mwili hivi hayapo kweli? Yalisha dawa, nafikiri itakwepo stoo, tutauyeyusha. Mm. Miu? Miu? Yeah, vipi? njo basi ah, tayari, zamani sana. Wewe unajua utaki kula sana, hey. <laughs> sana ukanenepa. Ha, utashiba tu. Ha, unanjaa sana? Sana. Usijali, chakula kiko jikoni, naendelea kuandalia. Leo nakupikia mwenyewe leo. Havina yupo? Alvina yupo. Alvina yupo. Yupo kwao, hata kuna siku mama yake alikuja hapa kumtembelea. Na mama yake? Oh, Westman, yungi, yungi oh, oh. Ya misi. oh, msana. He? kanenepa nikawa bonge la mama Kibongi. Sasa na mambo wote ndo hivyo. Lakini ni sawa mwanai, kuna siku nilikuwa nachatini nae WhatsApp, hmm. akaniambia amepata kazi, kampongeza. Kwa kama kuna maokoto unapa enyewe, ulikuwaga hivyo vipi, mbona mpaka muda huu bado upo? Ndiyo baba, nimekuelewa ila, kuna kazi nilikuwa na malizia Yeah. Sema wewe shida yako moja ukipewa likizo utaki kwenda. Sijakupa likizo nikirudi sikukuti. Nimekuachia muda huu wiki nzima nenda ka relax. Sawa? Sijui utaenda nyumbani, utaenda kwa rafiki zako, wewe nenda ka relax ila wiki kiisha uwepo hapo. Sawa baba, nimekuelewa. Hai, sawa sawa. Hai. Yakobo.

Unajua tena nilikuwa nazunguka kwa sababu ya baba. Wewe unajua baba alivuka, hata kumsikia Jacob hataki kabisa kumsikia. Sio sasa unataka kuniambiaje? Fanya twende, nataka twende pale nyumbani ndani kwa baba pale. Mm-hmm. Ukamwambiaje kwamba mimi naenda kwenu, naenda kumsalimia mama yako. Alafu mimi naenda kwa Jacob. Sichukui hata muda mrefu. Unamjua baba yako alivyo mkali. Ndio maana nimekwambia twende tukamwambie hivyo. Akisema nikisema naenda kumsalimia mama yako, atafanya nini na aturuhusu? Mimi hata sichukui muda. Kwa nini unaenda kwa Jacob? Eh, nikamwone tu. Kwa hiyo naenda kwa Jacob hivi? Dad. Ehe. <tipos> iaaobanhaanynikua <tipos> naomba ni ile, nikamsalimia Mama Alvina. Nafu nizunguke zunguke hivi nione na mazingira na anw mtoto naan umekuja hapa ndani hata nusu saa haijaisha, saa haijaisha. Tayari sasa hizo uanze kuondoka tena. Sawa, najua unawahi kurudi, lakini si unajua kwa mimi nimeacha mizunguko yangu mambo yangu ili nikae na wewe mwanangu, nimekumisi sasa na saizi uondoke. Kwa hiyo mimi nabaki na nani? Sawa, naenda tu kumsalimia Mama Rufina. Si ndio? Eh, baba tunaomba akamsalimie tu mama. Si unajua kama miss. Okay. Nendeni hila. Angalizo: msitumie muda mwingi huko, ndani ya nusu saa mwe msharudi, hmm. Na mnavyokwenda huko, angalia usile sana, kwa sababu unajua chakula nimekuandalia aina za chakula. Hey, haya tu atuli. Sili kabisa, ni sili chochote <laughs> Sawa. Ila juisi yako hii maliza.